Mzaha wa zamani kuhusu amri ya saba isemayo "usizini". Musa anashuka kutoka mlima Sinai na kutangaza, nina habari njema na habari mbaya. Habari njema ni kwamba nilizifuata zote hadi kumi. Habari mbaya ni kwamba uzinzi unashindikana. Utani unasema hivi: marufuku ya mtu aliyeoa kujamiiana na mtu yeyote isipokuwa mwenzi wake wa ndoa. Inaweza kuwa kwa watu wengi iliyo ngumu zaidi katika zile Amri Kumi kuzifuata. Sababu zisiwe ngumu kukisia kwa nini. Kuna uhuru moja ni nguvu kubwa ya msukumo wa ngono, inaweza kuwa ngumu sana kudhibiti ndoa ya mtu, haswa ikiwa mtu wa nje anayemvutia wow, anapatikana kirahisi na kumfanya ajipatie ngono au mapenzi. Sababu nyingine ni tamaa kibina ya kibinadamu ya kupenda na kupendwa. Kwa watu wa kawaida, hakuna hisia zenye nguvu zaidi kuliko upendo. Inahitaji juhudi kubwa kutozini na mtu huyu, na ikiwa kwa bahati mbaya jambo hili likatokea kwenye ndoa isiyo na upendo, uzinzi inakuwa ni ngumu zaidi kuupinga. Ndiyo maana utani niliyoanza nao ni wa kuchekesha kwa sababu unaonyesha ukweli. Kwa nini uzinzi umekatazwa katika Amri Kumi? Kwa sababu kama zile amri zingine tisa, ni za muhimu kuunda na kudumisha ustaarabu wa hali ya juu. Uzinzi unatishia msingi wa ujenzi wa ustaarabu ambao Amri Kumi zinataka kuujenga. Jengo hilo ni familia, yaani baba na mama walioana pamoja na watoto wao. Kitu chochote kinachotishia familia kimepigwa marufuku katika Biblia. Uzinzi ni mfano mmoja. Kutowaheshimu baba na mama ni jambo lingine, na katazo la kuingiza mahusiano ya kingono yoyote katika kitengo cha familia au kujamiiana ni mfano wa tatu. Kwa nini familia ni muhimu sana? Kwa sababu bila hiyo, kupitishwa kwa maadili ya jamii kutoka kizazi kimoja hadi kingine haiwezekani. Kwa sababu kujitolea kwa mke na watoto kuwafanya wanaume kuwajibika zaidi na kuwa wakomavu kwa sababu zaidi ya kitu kingine chochote, familia inakidhi mahitaji ya kina ya kihisia na ya kimwili ya wanawake wengi, na hakuna kitu kingine kilicho karibu na ndoa katika kuwapa watoto utoto salama na thabiti kuliko familia. Na kwa nini uzinzi unatishia familia? Sababu iliyo wazi zaidi ni kufanya ngono na mtu mwingine zaidi ya mwenzi wa mtu husika. Hii inaweza kusababisha wenzi wawili kuacha ndoa. Kwa urahisi sana, uzinzi haupaswi kusababisha talaka moja kwa moja, lakini mara nyingi hufanyika hivyo. Kuna sababu nyingine ambayo uzinzi unaweza kuharibu familia. Uzinzi unaweza kusababisha mimba na kisha kuzaliwa kwa mtoto mtoto. Huyo kwa vyovyote vile ataanza maisha bila familia, maana hakuna baba na mama walioana ambao yeye atakuwa anawaita. Na ikiwa uzinzi hauharibu familia karibu kila wakati husababisha madhara mabaya kwa ndoa. Kando ya hisia ya usaliti na kupoteza uaminifu ambayo uzinzi husababisha, ina maana kwamba mpenzi mzinzi anaishi maisha ya ulaghai. Wakati mume au mke anafanya ngono na mtu ambaye si mwenzi wake, mawazo yake daima huwa juu ya mtu huyo mwingine, na kila wakati kufikiria jinsi ya kumdanganya mwenzi wake. Maisha ya udanganyifu ambayo lazima jambo la uzinzi lijihusishe yanaharibu ndoa bila shaka, hata kama mwenzi aliyesalitiwa hajui jambo hili. Hatimaye amri inakataza uzinzi haijalishi. Hatimaye amri inayokataza uzinzi haiji na maboresho, kusema kwamba uzinzi ni sawa ikiwa wanandoa wote wawili wanakubaliana wanandoa wanaofanya mapenzi nje ya ndoa kwa ruhusa ya mume au mke yeah. Wao sio lazima wawe wanaumiza hisia zao, lakini bado wanadhuru taasisi ya ndoa. Na kulinda familia, siyo kulinda wenzi wa ndoa, kutokana na maumivu ya kimhemko, ndiyo sababu ya hii amri. Ndoa nyingi, kwa kusikitisha, zina matatizo, na si jukumu la yeyote kati yetu kusimama na kuhukumu tabia za wengine katika eneo hili. Hakuna anayejua kinachoendelea katika ndoa ya mtu mwingine, na ikiwa tuifanya hivyo, mara nyingi tunaweza kuelewa vizuri kwa nini mmoja au mwingine alitafuta kupendwa nje ya ndoa. Lakini hakuna ustaarabu wa hali ya juu zaidi unaoweza kufanywa au kustahimili katika swala hili unaounga mkono uzinzi. Ndiyo maana imekatazwa katika Amri Kumi. Mimi ni mtumishi wa Mungu, Emanuel Inaomchagela.